Hata mkijenga flyover za Tazara mkajenga flyover ya Temeke Chang'ombe pale mkajenga flyover ya, ya, ya Ubungo ama mkajenga intersection za Moroko na kila mahali haitakuwa ni solution ya kutosha kwa pace ya uongezeko la watu na magari inavyoongezeka Dar es Salaam. Where is the master plan? Hu hii ni capital ambayo inachangia kwenye revenue ya taifa kwa asilimia sabini na themanini. Aina infrastructure mnategemea nini? Where are the plan? Mnakaa hapa mnatuambia tu, tutajenga tutaongeza barabara mradi wa magari yanayokwenda kwa kasi. Ndio magari yanayokwenda kwa kasi mangapi? Tunachokisema Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukienda katika matatizo mengine ya, ya, ya, ya kihuduma, ukiwa na mgonjwa leo Dar es Salaam anachukuliwa na ambulance anakimbizwa Mwimbili, kama akufia barabarani, una bahati kuna watu wanakufa bila sababu za msingi. Why traffic? Angalia barabara inayojengwa leo, angalia barabara inayojengwa leo ya Morogoro kuingia Dar es Salaam, this is the main road ambayo ina feed Dar es Salaam kutoka Zambia, kutoka Uganda, kutoka kaskazini wa nchi yetu, kutoka Kenya, kutoka Malawi, kutoka Kongo, kutoka Burundi, kutoka Rwanda, barabara inaingia Dar es Salaam leo, mnajenga barabara ya two lane. Nendeni kaangalieni Kenya hapo kitu kinachoitwa Thika Super Highway ina leni kumi. Mnajenga leni mbili tena vileni vyembamba. Malori yakipishana yanapishana yanaacha futi moja kati ya lori na lori. Leo watu wanajenga barabara zina leni kumi. Nyinyi mnajenga leni mbili. Alafu mnasema mnafanya plani. Plani gani Waziri Mkuu mnafanya? Tunasema jamani mambo mengine tuache utani wa kisiasa. Dar es Salaam ni disaster. Inahitaji SOS. Dar es Salaam inahitaji special operation wala sio kuunda kamati za wanasiasa wala kamati za wataalamu. Dar es Salaam panahitaji special operation. Otherwise, jiji la Dar es Salaam linakwenda kusimama katika kipindi cha miezi, sio zaidi ya miezi minne ijayo. TRA kwa takwimu za 2011 kwenda 2013 walikuwa wanaregister magari in average ya 1.2 million cars a year na 70% ya magari haya yanabaki Dar es Salaam. Barabara hakuna, na hakuna mpango wa kupanua barabara, mnaweka leni mbili, leni mbili. Leo barabara inayofidi mataifa nane, mnaweka leni mbili za barabara. Where is the planning? Mimi nimesema nizungumze haya, watu wanapata frustration, watu wanapata stress, unakuta watu wamekaa kwenye traffic masaa manne, masaa matano Watu wanapata stress, wanaugua magonjwa ajabu ajabu, wa wanavuta hewa chafu. Ninyi mnapita na magari yenu yenye vimulimuli mna, mna, mna motokae, hamwoni hii kitu na mna shindwa kufanya plani. Ni kwa nini msiondoke serikalini tuingie watu wengine tubadilishe mambo haya? Kwa sababu you simply cannot plan na kama serikali haina plani, ni kwamba serikali haina future, there's no future in this country. Mnafanya kazi ya kupanga mpango wa, wa, wa, wa, wa kuongoza serikali, mipango maendeleo ni miaka mitano

Watu wamejenga mipaka, wamezuia barabara, wamezuia mitaro, hakuna drainage system leo. Tunazungumza habari ya visima, unasikia wabunge wanasimama hapa, tunashukuru sana, tumepewa visima. Visima ni jambo la kuonea la la, kuringia ni mambo ya aibu. Visima leo, 21st century tunaongea habari ya visima. Dar es Salaam ni disaster. Flats kidogo tu watu wanaumia, kazi hazifanyiki impact yake kwenye economy hasa ukiconsider kwamba Dar es Salaam ndio na mchango mkubwa katika economy ya nchi hii. Impact ya traffic ya Dar es Salaam economically is enormous. Waziri Mkuu, Dar es Salaam mnaitulia, mna ufumbuzi gani kabla mjaondoka Oktoba? Kwa sababu Novemba tutaingiza watu wenye vichwa wafanye kazi, lakini before we move into the office in Oktoba tunataka between now and Oktoba mtafute temporary solution mtafute temporary solution kwa sababu after November isawa isawa, job sio ya kwenu tena, lakini mnachokifanya hapa kati ya sasa hivi na November ni nini? Mnaacha nchi kwenye mesi ya ajabu, mnajisifasifia tu hapo serikali tu bibe fanye, mnaacha nchi kwenye mesi ya ajabu. Nimalize Dar es Salaam ni Waziri Mkuu, niongee kitu kingine kimoja ambacho kwa kweli hiki nikikwambie tu, kwa sababu dao ni kwanza sana hapa. Waziri Mkuu, nilikuletea mradi wangu wa umeme katika jimbo langu la Hai mradi wa kikuletwa ambao mradi huu ulipangwa kufanywa na halmashauri ya wilaya hai. Sio mboe. Mkakataa huu mradi usifanyike. Sisi kama halmashauri ya wilaya tutatafuta fedha za kujenga ule mradi, over 20 million dollars na tulikuwa na hela na tulishasaini MOU. tukaomba serikali ule mradi wa kikuletwa murudishe halmashauri ya wilaya hai tutengeneze 10 megawatts of power isaidie Kilimanjaro na mikoa ya jirani. Mkakataa ule mradi, mkasema nawapa chuo cha ufundi Arusha. Haya mmewapa chuo cha ufundi Arusha wa serikali muwe na uwezo wa kusikiliza. Sasa mimi nilikuletea Waziri Mkuu, nikakuomba wewe in person, mheshimiwa Waziri Mkuu, saidio mradi tupate halmashauri ya wilaya Hai. Uka promise utasaidia, baadaye ukaenda ukaugawa kwa chuo cha ufundi Arusha. Bila hata kutueleza kwamba tumetoa kwa sababu gani. Matokeo yake haijajengwa, ile ni potential ya kuzalisha hydroelectric power ambayo ni cheap electricity, imekaa pale inaozea pale, ni kwa sababu hamkuona kwamba kuna sababu ya kujenga ile halmashauri, kwa sababu ile pengine inaongozwa na Chadema. Mambo kama haya, katika masuala ya maendeleo, sidhani kama ni mambo ya msingi ya msingi sana. Mweshimua mwenyekiti, jambo ambalo lingine ambalo siui kama mudo utaniruhusu, ningependa sana niliongee ni swala la ushirikiano wa nchi za Afrika Mashariki, japo hili tualizungumza tena wakati wa hotuba wa, wa, wa ya mambo ya nchi za nje, lakini kwa miaka. Asante Mheshimiwa Waziri wa Nchi.